Ukija kuangalia ndani ya kikosi cha Simba unakuja kumzungumzia mchezaji kama Mpanzu, mmoja wa wachezaji ambao tunasema hayuko katika ile A list ya klasi ya wachezaji kama unaamua kuwatenga katika madaraja, lakini hayuko mbali pia kuingia katika kile chumba kwa mpira wetu wa hapa Afrika. Yani ukizungumzia hayupo kwenye daraja A kwa tafsiri gani? Hayupo kwenye daraja A kwa tafsiri ujue huwa kuna vigezo na kuna, kuna, kuna, kuna vigezo kuna kanuni ambazo huwa zinatumika kuwaweka wachezaji katika madaraja husika. Kuna wachezaji ambao unakuta wako katika fomu wana mwendelezo mzuri katika kipindi kifupi, lakini kuna wale ambao walishazoea kufanya vile ambao tunasema ile consistency, si ndio? mm. Kuna mchezaji ambaye unakuta kuna kipindi ni kurejesha nyuma kidogo i kipindi yuko Mbeya City kabla hajaja Simba. mm. Yeye ndo alikuwa ni mfungaji bora wa timu ya Mbeya City. yeah. Alikuwa amefunga goli 8 na akawa amechangia katika magoli alikuwa ni matano kama sita assist alizokuwa amezitoa, ndio anasajiliwa kuja Simba. Nafasi yake pale. Eh, namba 9 namba 10. Unaona baada ya kuja Simba alishindwa kuzikopi zile namba alizokuwa nazo pale Mbeya City kuzileta pale Simba. Yes, kuna msimu ambao yeye aliwahi kumaliza kama mfungaji bora wa klabu ya Simba. Lakini alikuwa hajafika katika ile double figure tunasema mabudinale, magoli kumi. Alimaliza akiwa na goli nane akawa ndio mfungaji bora wa klabu ya Simba ili uende katika kibu, madaraja, madaraja kibu ya juu. Kibwa ana magoli matano. Unaona, ili uende eh, kwenye yale madaraja ya juu inabidi ukae kwenye ubora wako kwa muda mrefu sana Ukija kuzungumzia kesi ya Elie Mpanzu, Elie Mpanzu aendi kwenye kile chumba cha A list kwa sababu ya hiki ambacho amekionyesha. Unaweza ukaanza kugusa katika game yake, vitu vingi sana anafanya, unasema wow, anagusa mpira unasema wow, amepewa AKA hapa, volcano, analipuka kweli. Yes, mpira wa kisasa unawahitaji wachezaji kwenye timu mnahitaji kuwa na mchezaji kama Elie Mpanzu ili akusaidie kwenda kuzifungua zile nati ngumu za timu pinzani ambazo wamekuwa wakifunga. Nafikiri na hoja ya Ramzi ipo kwenye daraja, kwa maana ya klasi yake mm-hmm. ya, ya. sio sasa yeah. Klasi maana yake unaangalia form na mwendelezo wa kile ambacho unakifanya, kwa sababu daraja aliji from nowhere, sio kwamba msimu huu utafunga magoli ishirini na tano alafu uh, ukatoa assist tisa ukawa na goli 30 labda na nne, msimu unafuata wu, ukafunga magoli mawili na assist moja, alafu ikawa ndo hiyo ndo njia yako, yani magoli yako matatu mawili umemaliza. Afu, tukasema ni mchezaji wa daraja la juu tutabaki tu kusema kwamba ulikuwa na fomu nzuri katika msimu uliopita, lakini the rest unabakia kwenye daraja la mchezaji wa kawaida tu hapa katikati. Sasa kwa nini asimpe so, muda E, labda ee, sasa kwenye kwenye hoja yake maanake ni kwamba ameanza mapema sasa, maanake ni kwamba yeye alichojaribu, ukiangalia ni daraja, kwa maana ya Elie Mpanzu huyu ambaye anacheza Simba Sports Club ambaye anashiriki michuano ya kimataifa always, lakini namwangalia pia Elie Mpanzu labda anarudi nyuma, alichokifanya akiwa na Vita Club, Vita Club ambao nao pia alikuwa anashiriki michuano ya kimataifa na kucheza hata misimu bila kucheza, alafu ha? Ha? utoke hapa uende sasa ukachukue kama ni daraja A sio Morrison daraja A eh, na wachezaji wengine ambao current wanacheza Morrison, sasa hivi, so far unaweza kusema ni mchezaji ambaye yuko off. uh -huh. Yani, sio mchezaji active. Sasa unaangalia labda na wachezaji wengine ambao kwenye daraja daraja wako kwenye form alafu hapo kwenye daraja ambao wameshathibitisha hiyo form yao kwa muendelezo ambao wanaofanya ndio uh -huh. maana jaribu kuangalia labda kwenye muendelezo sasa hivi, kimtaji nimemwashauri nasema amethibitisha hiyo msimu miwili kwamba yuko pale, atakupa magoli atakupa assist wala kinauka silibeiro kile ambacho mm. anakifanya kwenye ile eneo, unasema ni mchezaji ambaye amekupa magoli amekupa asisti. Daraja ni kama vile alivyo uh, Fiston Kalala Mayele, unasema yeye hajabahatisha tu kama msimu mmoja amekuja